Kwanza vina, vinakidhi matakwa ya vigezo vitano vya ili kivutio kwa uendelezaji. Cha kwanza, uh, activities tunaendelea ku, ku kuainisha na kuangalia mahitaji ya jamii ni yapi katika shughuli nzima za utalii na tuweze kuyaendeleza yale mahitaji ya jamii ili kuwa na activities zitakazowafanya watalii wetu waweze kukaa na kutulia katika maeneo yetu ya hifadhi. Cha pili, tunahakikisha miundo accessibility, ufikikaji wa maeneo haya ya vivutio. Uh, kwa kusupport uh, taasisi ambazo zinasimamia maeneo hayo. Cha tatu, tuna uh, tunahimiza wadau binafsi. Kama mnavyojua shughuli za utalii zinategemea serikali, ushirikiano wa serikali na wadau binafsi, kwao tunawahimiza wadau kuwekeza katika sekta ya utalii, especially huduma za malazi uh, kwa ngazi ya kuanzia nyota tatu na kuendelea katika maeneo ambayo kidogo yanakuwa jirani na hifadhi zetu na vivutio vyetu ama ndani ya vivutio moja kwa moja. Na jingine pia tunaangalia huduma huduma wezeshi, tunaita ancillary services uh, mtalii akija anaweza akapata je social... Social, social, social requirements ambazo wanazihitaji kama shopping center, hata walau kwa udogo tu kwa vivutio vyetu hivi ambavyo tunavyo. Kwa hiyo serikali imewekeza pesa nyingi katika maeneo haya kama unavyoweza kuona, hii ni kambi ya kulaza wageni e, imetekeleza mradi wa ujenzi wa choo cha kisasa kabisa katika eneo hili. Kwa hiyo mgeni anayetembelea hapa Uh, hatupata stress tena ya, ku, ya, ku, ya mahitaji yake yale ya kibinadamu kwa sababu yote muhimu yanapatikana hapa na, hiu, na huu ni uwekezaji ambao umefanywa na serikali. Lakini tukitembelea michoro pale, miundo mbinu ya wageni kuweza kuwafikisha pale imekaa vizuri na sasa inaafikika kwa, kwa wageni wote ambao wanatutembelea. Hii ni, ni, ni, ni azma kubwa ya serikali kuhakikisha kwamba inakuza sekta ya utalii, inakuza uchumi wa nchi, lakini pia inakuza uchumi wa wananchi kupitia fursa ambazo zinapatikana katika utalii katika maeneo haya uh, lengo hasa la kuandaa epic adventure ilikuwa ni kukuza ku utalii wa ndani wa Dodoma na utalii wa taifa kwa ujumla. Kama tunavyojua kwamba kipaumbele cha kwanza cha mkoa ni kilimo, kinachofuata ni uh, utalii. Kwa hiyo sisi kama wadau wa utalii uh, tuliamua kuandaa ya eventi ambayo inahusisha kutembelea vivutio vya asili uh, pamoja na mbuga mbalimbali mbali za wanyama hapa Dodoma. So tukaamua kuanza na Kolo Kondoa. Kwa hiyo epic adventure ni season 1, imeanza itaenda season 2, itakuwa maybe Mkungunero, itaenda labda season 3 itakuwa labda swaga Swaga. Kwa kwa kuanza tumeanzia na hapa Kolo na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumepata support kutoka kwa wadau mbalimbali, private sector pamoja na serikali uh, kupitia ofisi ya mkuu wa mkoa uh, tunasema asante sana ametusupport kwa kiasi kikubwa.